Leo Leo kumbuka, kwa nini simkumbuka? Eh, kaja. Asubuhi asubuhi mapema hujaamka? We, leo hii. Leo hii kaja. Acha bwana. Nitamwambia vipi sasa yeye ni acheta namba simama mimi nikampa mistari nini kamili nikampangilia. Baba sika nichomwe tulia. Hapo hapo. Demo akakwatia namba yule. Kakata katu katu. Nimekaa hapa kama unavyonikuta hivi nimekaa kwanza asubuhi. Nipakie abiria wawili tu hapa ni 2000. Wewe umepewa namba, baba, mimi nakujua wewe. Oh, hapa we, kijiweni hamna mtu kama we, we. Ya baba, serious, serious. Serious kawa, wewe. Wewe wewe, wewe, wewe, baba. Oh, mimi mimi mimi, serious serious serious. Yani niko uamini uamini kabisa kabisa bila kuchukua namba na. Mimi najua siku ile alisema anarudi kwa ajili jili, <mah> ah, baba. Mjomba Cha Tajiri. Sim, sim kutana kwanza na em, mjomba mmoja si. Akanibariki. Sikudangani za jali yangu na mimi. Nibariki kwanza riziki. Acha basi. Sasa singoje ni. Sikutaambia asubuhi na marundo. Eh. Achana na yeye mtu ni. Atalogota. Mbona ngaze nyo madusi? Kanibariki ni ya bosi. Sababu mfanye kazi wapi? Eh, ya bosi hapo ni penye sisi akwenda kutulia zangu mpaka gate tunashika dini. Yaani mimi toka asubuhi hapa navyoniona mwanangu hata buku sijapakia. Sijapakia kichwa hata kimoja. Kichwa hata kimoja. Angalia, sisi tu tuna teni hapa, sisi tunaenda kulala sasa hivi. Saivi tukapumzike. Oya mwanangu, mshikaji, unajua mimi sijui wewe, alafu mshikaji, mimi wewe. Simuelewi. <laughs> Toka juzi. Juzi nilitoka juzi hivi hivi, anakuja mwanangu, oya, mimi nimejaza hesabu Alafu wewe ni mshikaji tu, akukaa ghetto, kaa ghetto. Afu anakuja kama hivi, anakuambia amejaza hesabu mwanangu. Sasa so, simuelewi, ana anakuja asubuhi, ana, ana anakuambia mjaze hesabu ya bosi, ananionyesha elfu kumi imeisha ngapi. Alafu analala, cha kushangaza analala, asubuhi anakuja hapa hivi kachangamka. Simuelewi. Nikimuuliza anafanya kazi saa ngapi? Anakuambia ah, hapa mjini kazi nyingi. Simuelewi mjomba yule. Kwani anafanya kazi usiku? Ndio hapo sasa mimi na wewe tujiulize anafanya kazi saa ngapi? Wewe ukijiwe ndio hichi. Wewe anakijiwe gani kingine babu? Anashangaza sasa. Ana mambo mengine. Madili gani mshikaji? Nyee mtu wa kulala tu geto, analala geto, analala geto. Mwisho siku anakuja hapa anatuambia, oya, mimi nimeshajaza hesabu. Ngoja unasikia, mm -hmm. vitu vidogo tu hivyo mwanangu, mwenyewe kwanza saa sita. Ngoja kwanza nikapiga zangu msosi, nani wamekuta hapa hapa kiki zangu msosi kwanza, alafu narudi Mungu mkinguliumbbebezdazasimakwel Mungu wangu, hata kitu nimesahau ndio hicho. na kati napanga vitu nilikuwa nakumbuka vipi kubana tena? Natembea na hisi <tutu> kama vile kaanza kubana tena. Sema ni mzembe bwana. Ndio hivyo kusahau <tutu> tu <tutu> twende tu bwana, mbele mbele tutajua Ni ngeni jamani, nafanya nini hapa? Samahani kakaangu, eneo gani maeneo ganieem maeneo haya duka la dawa. Yaani ukipita hivi kuna yani, hivi ukifika kule mbele kuna njia imenyooka kwa mbele tena utakuta kuona ba pale ndo duka. Unaweza, unavyomuona, unaweza kunisaidia kuniletea dawa kifua ambayo inaitwa Prednisolone Prednisolone, Prednisolone. ya ya Ya 500. 500. 500. Pre? Pre nini? Ah, Eh, shida Da damb Pre ya mia 500 Wewe ni nini saa hizi mapema hii? ah, furahi basi mke wangu. Nafurahi nini sasa? Nimekumisi mke wangu, ndio maana nimeamua kurudi mapema. hmm. Umeondoka muda si mrefu, mara hii unasema umenimisi kweli? Mme wangu kweli, nimekumisi ndio maana nimeamua kurudi mapema. Alafu kingine leo ungekuwa na mchepuko nilikuwa na kushika live. Mimi na mchepuko wapi na wapi jamani? Yaani kwa uzuri huu mke wangu utakosa mchepo. Kumbe mimi ni mzuri, sio? Asante. Eh? Hey, yani, mbona choo kinanuka nini na na na upo chooni jamani? <mizia> bana. bana. Hey, leo leo ulikuwa ulikuwa unakwenda wapi? Mbona unatoka mapema? Mm. Nilikuwa naenda hapo nyuma kwa mama Suri kuchoma tembele. Je, ni piki na ugali? Jana mpango wa kunilisha matembele? <minti> Kawaida. Mimi Mimi nimechoka kula matembele bana. Mimi sio sungura, kila siku unalisha matembele io na furaha zangu. mm. mm. Umemwona huyu? mm -hmm. Masai wa wapi? Masai wa Longido huyu <coughs> ni Masai wa Longido kabisa. Sasa ninachotaka mm -hmm. mm -hmm. leo mm -hmm. mm -hmm. unipikie wali na nyama, kama unavyonijua mume wako, napenda kawali na nyama. Sasa shika k vitu vyote vinavyohitajika iki wali na nyama. Sasa mimi ngoja niingie zangu ndani moja, na mimi nijiandae niende zangu sokoni, sasa nikachukue mazada. Tumempa ela hapa, wote tumsubiri aje, mbona mdo anaenda hivi, kama saa tatu zimepita. Sasa nifanyeje? Ulimpa shilingi ngapi? Nilimpa elfu kumi ile ile anipa asubuhi. Sasa mke wangu bora bora umjue, unampa elfu kumi sasa? Ningempa nina ndio hiyo hiyo. Kaka yangu, samahani, samahani, nilikuwa nakuuliza hapa, hivi mtaa huu ni mwenyeji, nilikuwa namuuliza mdada fulani hivi, anaitwa Dasu Yukoje, yukoje, Dasu. Kibonge, kibonge hivi, alafu sio mrefu sana. Mousi mousi ni msusi. Ah, nishampata sister. Alikaa rodi hili hapa unapoona imenyoka moja kwa moja mkono kulia unaingia kidogo afu unanyoka ndio kwake anapoishi pale. Mungu wangu, mbona bado ni mbali? Ya, kwa hiyo unataka tusaidieje? Nilikuwa nataka nifike kwake, ni ndugu yangu. Wewe ulikuwa unataka boda? Ah, apa na boda uongo, kwa sababu wenyewe wageni hao. wanawasaidiaje sasa? kuchukua boda ataenda. Mama, kusaidia ataweza, tukamwekea kwenye mkokoteni hapo. hapo. Tu tu asante sana Mungu, naomba kukaa kaa, analala kabisa Yeah. Mimi msaidie kivyo vyote, hii wewe shikilia tukusaidie, mkokoteni tukusaidie. Sawa mama.

Sije kama msala baadaye mama tukapata yeah, majanga ujue, kwa sababu tumebeba hapa sisi sio ambiwe. Na ameanza kuumwa lini? Waga msumbua mara kwa mara Eh. Yeah. Anaona yeah. kawaja na mgonjwa kwa leo sisi lakini, mjini hakuna kitu kitu cha bure cha bure, ni salama ni ni yeah, kwa nini nini ya tuachie chochote kitu hapa sisi sisi sisi tuishie tena, elfu hamsini yetu mama, elfu hamsini Sasa sasa sasa kombe shilingi shilingi shilingi ngapi ngapi? Ndio jamani au tumrudishe mtu, angekuwa angelipa shilingi ngapi? Asimama, ni mgonjwa, tumemtoa tumemtoa. Mbona karibu tu. Karibu

Wageni wako Eh, Jamani Jamani. vipi? Poa. Asante. Hey. Kulikoni tena mbona huyu yuko hivi? Juma Juma. Acha story eh? nyingi Sa, hapo sisi. Nini shida mdogo wangu? Kimeanza toka lini mdogo wangu? Ni leo huko barabarani. Pole pole mdogo wangu, pole. Sister, tunakujua wewe ujue. Juma.

Nisaidieni basi kumshusha kum mpeleke pale kazini kwangu unapajua, kaka, kazini kwangu si unapajua, kesho saa ndio chukua hela. Nisaidieni basi kumshusha. Nisaidieni kumshusha. Saa ndio chukua hela kumshusha. Subiri kwanza jamani, naomba mumshike vizuri. Vizuri maana nyinyi mnajali hela kuliko mtu. Si ndio? Hamna shida, maisha tu bado. Hamna shida. shida Amna shida, pore mdogo wangu, kesho njoni mchukue la yenu, saa nne nitakuwa nimeshafungua. Kwanza mgonjwalas, sikutegemea kama utakuwa na mama. Siku mbovu leo, hamna kitu. Hamna kitu kwa elfu hamsini, kwanza amenitoa wake Tumetoka kule mbele tu mbali sana, nimuulize hata dada mwenyewe hapo. Tuko na mmoja hapo, anapatana ndo anasema kwamba elfu hamsini, hamna shida. Kesho saa nne njoo nimchukue yeye hapo, sawa? Hapo hamna hey, na shida. Haya, ni maisha tu. Asante, upoleni sana, asante. Kifua kimemwanza saa ngapi? Hapo tu njiani. <laughs> Kwani simu kwa jirani hujanipigia na wakati namba zangu tu mm. Mlikuwa mjachajisha jamani, wakati mnajua kesho mna safari mm. Dawa zake hujabeba mm. nanakwaga na dawa huyu au amemaliza? Tumesahau kubeba mm. dawa. dawa jamani kweli moja. niwe hebu ngoja niangalie ndani, kulikuwa na, da na dawa kama nitazipata mm. I say, hii ni kazi mbona <coughs> Pole jamani, mume wangu tapona dawa <muchan> Jamani, kuleta nimeshazipata <muchan> nilificha mbali. Hizi <muchan> dawa aga kijaga huko alikiwa kama hiyo waga nananizi namponya kidogo. Pole mdogo wangu. Nakuja. Nakuja. Pole mdogo wangu. Wifi, changamka basi, hebu chana hizi da, vidonge viwili tu vinamtosha, basi basi. Chana kwanza hizo da. Hebu letu ni kusaidia na wewe, uko lele, mama, jamani. kunywa maji mengi. Inatosha. Hebu lala, lala kidogo, pumzika hapa.

Poreni ah, si. hmm. ah. ah. na safari jamani. Asante. Vipi Juma, unajisikiaje? Tena. Kwani wifi mmewatoa wapi? Hapo chini tu. Alibana na kifua huyu akaa pale chini. <coughs> Akapita boda uh -huh. Tukamwomba akatuletea dawa. Uh -huh. Alipoenda kutuletea dawa, kwani amerudi nilimpa elfu kumi uh -huh. Hajarudi. Tapeli. Akapotelea <coughs> <coughs> mpaka sasa hivi hajarudi tena. Dada huyu fi yako naye ana mambo ya kijijini sana. Boda... Unamweka sana mji... kijijini ndio maana ana mambo ya kijijini. Boda boda mjua amempa elfu kumi. Haya awa nani mkatoa wapi? Wa wizi ama jambazi elfu hamsini mnatoka wapi? Ndio walipita huko. Walipotukuta tumekaa. Na wewe hata hujaongea ongea nao kwamba wapunguzie. Walisema wanatusaidia. Hivi wa... watu wa mjini unawajua unawasikia? <laughs> watu wa mjini unawajua unawasikia? <laughs> hey, umesema ni boda boda? <laughs> ni boda boda ndio. Hey. Ehe, subiri nikite me wangu uendaikaa. Namjua huyo bodaboda, ngoja ni mwamshe maana amelala. Boda ni boda, boda. Boda naye eh, ni bodaboda anaweza kaa akamjua huyo boda, boda, akam boda mkishamwelekeza al, jinsi alivyolivyo akamfam akam yani, uh, boda jamani, Mungu awalani wa na hizi pikipiki zao za mikataba kabisa jamani elfu <coughs> <coughs> kumi nzima jamani sahizi yani, Mungu awalani kabisa wa <coughs> <coughs> jamani. wavunjike yeah, uh, ah, na miguu uzembe wa nini ndo nilishachanganyikiwa boda boda.